I I ili kwa wa kwanza kupata habari zetu tafadhali usisahau kusubscribe like na kucomment kandisha habari. Mimi naitwa Solomon Kagaruki, mwenyekiti wa tawi la Bonyoko. Tumeteni kuwajulisha hatua zilizochukuliwa dhidi ya aliyekuwa mwanachama wetu John Mrema. Mnamo tarehe 16 mwezi wa 4 2025 tulimwandikia barua ya kujieleza dhidi ya tuma alizokuwa zina mkabili pamoja na usaliti. Pamoja na yote hayo John hakuwahi kujibu barua wala kufika kwenye kamati tendaji ya tawi. Kamati tendaji ya tawi imeketi tarehe ishirini na tisa mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano na kufanya maazimio yafuatayo: kumfukuza wanachama mujibu wa katiba yetu. Waandishi wa habari, mimi naitwa Solomoni Kagaruki, mwenyekiti wa tawi la Bonyokwa. Tumwaiteni kuwajulisha hatua zilizochukuliwa dhidi ya aliyekuwa mwanachama wetu John Mrema. Mnamo tarehe kumi na sita mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano, tulimwandikia barua ya kujieleza dhidi ya tuhuma alizokuwa zinamkabili pamoja na usaliti pamoja na yote hayo John hakuwahi kujibu barua wala kufika kwenye kamati tendaji ya tawi. Kamati tendaji ya tawi imeketi tarehe ishirini na tisa mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano na kufanya maazimio yafuatayo: kumfukuza wanachama kwa mjibu wa katiba yetu. Asanteni na washukuru sana waandishi wa habari. Mimi naitwa Solomoni Kagaruki, mwenyekiti wa tawi la Bonyokwa. Tumwaeteni kuwajulisha hatua zilizochukuliwa dhidi ya aliyekuwa mwanachama wetu John Mrema. Mnamo tarehe kumi na sita mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano tulimwandikia barua ya kujieleza dhidi ya tuhuma alizokuwa zinamkabili pamoja na usaliti. pamoja na yote hayo John hakuwahi kujibu barua wala kufika kwenye kamati tendaji ya tawi. Kamati tendaji ya tawi imeketi tarehe 29 mwezi wa nne 2025, na kufanya maazimio yafuatayo: kumfukuza wanachama kwa mujibu wa katiba yetu. Asanteni, washukuru sana waandishi wa habari. Hitaji video zinazovutia ili kutangaza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii. Sasa utapata huduma za kutengenezewa video fupi fupi za matangazo ya biashara yako zilizohaririwa kitaalamu zitakazokusaidia kuvutia wateja wako zaidi. Utatengenezewa matangazo haya kwa bei nafuu na ubora wake ni wa hali ya juu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0692318213.